Kimsingi mapambano na dawa za kulevya ni jukumu la kila mtu, lakini serikali iliam, iliamua kuanzisha mamlaka kwa ajili ya kuratibu eh, mapambano hayo. Kwa hiyo hizi asasi zote zinazo zinazohusika na mapambano dawa za kulevya, sisi kama mamlaka tunatoa miongozo na kuzien, kuzielekeza namna ya kupambana dawa za kulevya, kwa maana kwamba zianzishwe, lakini pia ziendeshwe kwa miongozo ambayo sisi kama mamlaka tumeiandaa. Kwa hiyo unavyoziona zote hapa zinaendeshwa kwa miongozo na kanuni ambazo mamlaka imeelekeza ime, ime, kwa jinsi serikali ambavyo au sisi mamlaka ambavyo tuna pambana dawa za kulevya kwa nguzo zote tatu katika ukamataji, lakini pia kuelimisha, lakini pia kutoa matibabu kwa waathirika dawa za kulevya. Tunaamini kabisa nchi yetu inaenda kuwa na na jamii ambayo haijihusishi kwenye matumizi na biashara dawa za kulevya. Lakini pia nitoe rai kwa wananchi wote kushirikiana sisi mamlaka, lakini pia na serikali na vyombo vingine vya ulinzi na usalama katika kuwafichua wa, watu wanaojihusisha na dawa za kulevya, ila wanaofanya biashara dawa za kulevya, lakini pia sehemu ambako kuna watumiaji wengi wa dawa za kulevya ili tuweze kuchukua hatua za pamoja kuepusha kizazi yetu, kizazi chetu kwenye madhara haya yanayotokana na dawa za kulevya kwa ujumla. Na wananchi wote wanaweza kutupigia simu ya bure kabisa kwa kutoa taarifa za wauzaji wa dawa za kulevya kwa kupiga simu ya bure ambayo ni namba moja moja tisa. Hiyo namba ukipiga, tutapokea taarifa na sisi kuzifanyia kazi na kuhakikisha kwamba wanaojihusisha wote kwenye dawa za kulevya tunawafikisha kwenye vyombo vya sheria ili kusudi sasa wa, eh, jamii isi, isiwe na wauzaji wa dawa za kulevya kwa ujumla. Kwa hiyo mtu asije akafanya biashara hii akijua kwamba hata kamatwa. Serikali yetu iko makini na sisi mama katuko makini kuhakikisha kwamba eh, biashara ya dawa za kulevya haiwezi kuendelea hapa nchini. Kwa hiyo watu wote wanaojihusisha na kilimo mimi uh, kilimo cha dawa za kulevya kama bangi na mirungi lakini pia na wafanyabiashara wa dawa hizi heroin na kokaini waache mara moja wajihusishe na biashara ambazo ni halali ili kusudi tuweze kuokoa kizazi chetu. Bidhaa tulizonazo hapa eh, ni kwa ajili ya maonesho. Watu wengine hawajawahi kuziona heroin. Watu wengine hawajawahi na bangi. Watu wengine ukijaribu kuangalia, huu ni mmea wa bangi ambao, eh, kuna baadhi ya watu hawajawahi kuona. Kwa hiyo tumekuja nao kama sampuli, ili eh, kusudi sasa wanaotembelea kwenye banda letu waone kabisa jinsi ambavyo tunapambana dawa za kulevya, lakini pia wazione kwa, kwa, kwa uhalisia wake.